Flomatic tayari ameshakwalifai kwenda final. Kwa hiyo kati hawa wawili tutapata mtu mwingine wa kupambana na Sani na na Flomatic kwenye final. Okay, yeah. Okay. Jean. Jean, is ah, faina Time sasa inapaswa chenji biti, tuweze kukapasa. Niko na mtoto na namwonyesha hii kacha, usogombi wa siasa magu nalo asa, umekunja swala umenyua kisaani, unanitazama na macho kaunataka kulala, mi najona chana kwa mzuka sigala leo nakugeuza mipiri maso na kutoakapara aujala na kurudisha kwenu mtoto, leo nataka kutafune kama keki, we ni menyu geuka nyuma nahiyo takiyako akiana jeshi, nataka ni kudundishe dundishe kitenesi mwepesi Nesu meshatoa na kinyesi Nesu takuwa na kitambi zaidi ya Pepsi. Toto ndo anacheka watu anagonga na makofi, nakuletea ukorofi kose niboti unawewe seka, ngoja nikuchane mistari ni mingi hadi siku utakaposeka. unafikiria cha kwambo ni chane kipi? nimechoka kusimama nireteni kiti, ni bonge rapisi anajiramba lipsi ni kimweka geto wezi akakosea tama pishi, nimshike bega ama nimshike mkono, nimwite Fatuma Ashura ama ngomo anafaa kuchana ama kacheze ngoo. Nisameni bwana, ameshaona yaliyomo. Naona mtoto umeshobokea dundo, ila kwangu utatoka lapa dundo. Yeah, naona wanapiga makofi, naona umepa hawa na mashabiki yale makofi, lakini unaonekana dogo, umekuwa msukure leo, nakufunika na kurudisha mpaka shule kule, inamaanisha kule kijijini. Dogo wangu upo kati, unataka manini? Nikitazama chini kiatu wamekupa baba yako, sasa wamekutana na MC mkali zaidi yako, yeah. Dogo mbona unaona aibu, ama nakufunika bila utaratibu? Leo mbele ya mashabiki dogo namuazibu, yani mbele yenu, inamaanisha namuharibu bila utaratibu, mdogo janja mbutuli naona umejamba unuki, unanukia yeah. Staki kukurudia wizie mpia na kufua hii yeah. Habari nawambia mashabiki, huyu mtoto ayuko fiti, anaonekana napelekewa gamiti napelekewagamiti yeah. Sumona nachana kwa kujidai ebwana, anaonekana kwenye mibato mizi kwai, dakika zangu zinatisha, huyu mtoto na mtutisha, na kisha na mwelimisha, mbea sili na wakilisha, ni cheki namba, we ni mshamba. Okay. Eh, uh, hapo ni Sun uh, MC pamoja na Frenger. Hii ya Frenger amekuwa very confident, mi nitampa Sun MC. Right. Songa. Mimi nitenda na Sun MC pia kwenye hiyo. Yo, yo, yo. Unaonekana unajipodoa, unataka kuwa nani au unataka kuwa mrembo anaitwa Shani? Yeye, masikio yako hujatoa hata uchafu. Nakupiga na kinyakiusadu imbombo ngafu. yeah, unaonekana unashangaa na kuchana, we mtoto unazubaa zubaa. Yeye, hii ni hip hop mipasho shati lako jakua na maanisha linanuka jasho. Yeah, cheki chiza na delay, na nagongewa midundo mikali kutoka kwa DJ sharafu. kwa majaji wananipataji, huyu mtoto amekonda kwa wamekosa ulaji, nina maanisha dogo kwao kuna njaa. Wana wanakushangaa watakukataa huyu jamaa, nikichaa amepewa lana. Cheki kwenye mdundo huyu mtoto, ninavyofanya leo kwenye biti mtoto minamgawanya na mtawanya, huyu ni panya, mimi nipaka na mbaka, kila chaka nisome vizuri na kutowa bakasa na kupilika hadi shule, una data sababu ya kuvuta mapuri yeah, mdogo acha uta, ila nitakubikila dakika zile pale, okay. uh, yeah. Kwanza unavochana kaka, unanitia sila, unafanya ili upate pesa, kwangu ni ajila, kwa hiyo mziki so kama mpila neza chana kama nguea kama gadila. Unatikisa kichwa acha kuniongelea, kaa kimya we umesha chana kwa hiyo acha umbea. Mimi najua kuoga ila ona ogelea, oya mwana naingiza matusi, amoni anakosea. Malo naseme, tumba ni mega wizi MP ujui kwamba mina wizi wote wa sani mulize hata yeye, kimichano anifiki leo wapo tatoka sifuri, najua unataka upate raki ili ukade paka nauli oyambono na likatakata liti unamanisha nini mwanangu? DJ achani fanye mziki Funda kuchezea maiki. Mtoto ni mweupe na rangi ya kalo light, geuka nyuma patuma wewe nono. Umekuja kuchana rafu, kimaliza peso kalewe, sasa ndo unangoja upewe. Kwanza paswa ata kuingia tauni, napasa wishi Buguruni ya Makawe, nona na rekodi na kamela, suruali sosa zako tafta dela Noma Noma sana. Noma sana. Oh. Noma sana. Ah, mimi <laughs> nafikiri oa unajua amchelewi kupigana, amchelewi kurusha ngumi, nawajua vizuri tu. <laughs> <Simo enke. laughs> Ya, da hii amenifurahisha sana bwana. Nani nani? Sani. Ya, uyo, Sami. Ya, huyo. Okay. Kwa sababu kwanza alikuwa anashambulia wakati huo huo anajibu kwa ya, yani yeah, wewe wewe ulishonifanyia mimi, mimi nakupa nakupa na na majibu yako wakati pia hiyo, <laughs> na na yeah, yeah, hii nampa Sami MC for. Okay, hai. Mansuli. Yeah, yeah nakwenda na Sani Sani pia. Ila mzuka usizidi sasa, ukaanza kutudanganya. Usiseme <laughs> upe na Sani, ila mzuka usizidi sasa, ukaanza kutudanganya, usiseme na wewe, wakati mimi na mwana sio mweupe. Sema yeah, tu ni kwa sababu umepiga nyingi, lakini ningeweza kukata max next time. Uh, si opo, uh, ma Mansuli ujue muda mwingine usikute mataa na kudanganya. Twende kwenye mwanga vizuri bwana <laughs> <laughs> well, hey, shout out kwa Frenger lakini hii mimi nampa Sun MC. Okay, shout out kwa Sun MC.